Simama na chama na mimi niwaombe kwa sababu baba yetu Raila Amolo Odinga pia alisimama na kinamama. Umeona viongozi kinamama hapa, wajumbe, ma MCA, mimi kama maseneta, ambao wameuulia kwa kiti ya chama cha ODM mara nyingi Baba alisimama na sisi wakati aliambiwa huyu mama hawezi, baba alisimama kidete, akasema mama apate nafasi. Mkikumbuka kina mama, baba alikuwa akisema hadithi ya mama ambaye anaingia katika siasa. Alisema mama anakuja kusimama na baba ambaye amezaliwa pale, akaenda shule pale, akatembea pale kitu akafanya pale na mama anatoka kwingine anaolewa pale na anasimama na yule mtu ambaye ameishi pale miaka yote hii. Ilikuwa ni hadithi ya Baba. Na alisema mama akishajikakamua afike mahali basi chama impatie full support. Mimi nataka kuambia kina tusikufe moyo. Kuna wale ambao wamesema ati vile Baba sasa hayuko chama inaenda kusambaratika na chama inaenda kukufa. Nyinyi kina mama, mnakubaliana na hiyo? mnakubaliana na hiyo? Na mimi niwaelezee, sisi kama viongozi wa chama tumeketi pamoja. Mwenyeji wetu hapa Abdul Swamad Sharif Nasir, ambaye ndiye deputy party leader wa chama hapa Coast, deputy party leader Paul Simba Arati, deputy party leader Godfrey Osotsi waziri ambaye pia alikuwa deputy party leader Hassan Ali Joho na party leader wetu Dr. Oburu Oginga. Tumeketi tukasema hakuna mmoja wetu ambaye anaweza kusimama aseme yeye ni Baba ama anatoshea kiatu ya Baba. Hakuna, kwa sababu Baba was a once in a generation leader, lakini sisi tukishikana wote pamoja miguu yetu pamoja labda inaweza kutoshea nusu ya ile kiatu baba ametuachia. Na nyinyi kina mama, mnakumbuka tukiwa Kasarani 2022 tukilaunch campaign, baba alisema ile famous quote ya Martin Luther King, akasema, I have been to the mountain top, I have seen the glory land, I may not get there with you, but together you will get there. Together. The key word is together. Pamoja mtafika kule mahali ambapo baba alifanya nini, aliona. Na mimi niseme kama mwenyekiti wa chama mama, wa mama wanafanyia chama kazi mashinani, lakini ikifika wakati wa nomination wanaambiwa leta makaratasi, umesoma mpaka wapi, umesoma kiasi gani, unajuana na nani? Wewe umetoka pande gani? Mimi leo.